Rais wa Marekani Donald Trump pia aliweza kusema bwana siku ya jana Jumanne eh, tunakumbuka kwamba alikuwa amekwisha kuanza ziara yake na uh, nchi ambayo aliamua kuweza kuanzia ni nchi ya Saudi Arabia. Sasa eh, aliweza kuondoka na kuweza kufika nchini Saudi Arabia na kuweza kufika lakini pia uh, lakini pia kwamba ataagiza kwamba kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Syria kuweza kufuatia ombi la mwanamfalme mwana, mwana wa Saudi Arabia Muhammad bin Salman uungwaji mkono mkubwa wa rais wa mpito wa Syria, Ahmed al-Sharaa ambaye pia anataka kuleta e, utulivu katika nchi hiyo ambayo pia ilikuwa imeharibiwa sana na vita. Sasa Trump pia ameweza kutoa tangazo hilo e, kwamba lilishtua watu wengi sana kwamba wakati wa ziara ya kikanda iliyoanzishwa iliyoanzia huko Saudi Arabia e, kulingana na ikulu ya White House, Trump aidha anatarajia kuweza kutoa e, kukutana na Sharaa ambaye ni kamanda wa zamani wa al Qaeda kesho e, siku ya Alhamisi. Pia vyanzo viwili e, kutoka ofisi ya rais wa Syria pia vimesema kwamba Sharaa pia atakwenda ata, ata Riyadh e, dhidi ya, ya Trump pia wataweza kukutana lakini pia kwa ajili ya kuweza kuwa na, ma, na, na, na, na, na maongezi au pia kuweza kukubadilishana mawazo na vitu vingine kama hivyo, kama nchi baina ya hizi nchi mbili na Rais Trump. Sasa Marekani pia e, iliweka kwamba siri ya vikwazo vikali e, chini ya utawala wa e, Bashar al-Assad na vinaendelea kuwepo hata baada ya Assad pia kuweza kuondolewa madarakani Desemba 2024. Kwa nchi pia ilikuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo pia vilikuwa vimezuiliwa na kuweza kufungwa na Marekani kipindi ambacho huyu eh, bwana eh, Muhammad bin Salah alikuwa hajaingia. Sasa mara baada ya Trump kuweza kuingia katika nchi hiyo, amesema kwamba vikwazo vyote ambavyo pia vilikuwa vimewekwa kuhusiana na nchi hii ya eh, Syria bana vitakuwa vitatolewa vyote na watakuwa na, watakuwa wanafanya kama ni biashara na vitu vingine, watakuwa wanafanya e, for free kabisa, na hii haitakuwa kama mara e, e, ya kwanza ambapo rais ambaye wa kipindi hicho alikuwa amefahamika kwa jina la Bashar al-Assad, ambapo alikuwa amewekewa kuna baadhi ya vikwazo ambavyo pia vilikuwa vinamkwamisha hasa katika uhusiano wake yeye pamoja na Marekani. So Trump mara baada ya kuweza kufika huko Saudi Arabia ameweza kulifutilia mbali hilo na kusema kwamba Syria na Marekani pia wataweza kufanya vitu hivyo kwa urahisi mara baada ya makubaliano yao ambao anategemea kuweza kukutana na Sharaa ambaye ni kamanda wa zamani wa Al Nakwedo e, bana siku ya Alhamisi kutokana na masuala mazima ya kuweza kukubaliana na vitu vingine e, kibao. Yapi maoni yako kuhusiana na hii? Trump ameanza kuzunguka na kwa sasa hivi yuko katika nchi ya Saudi Arabia. Nchi gani ambayo itaweza e, kufuatia? Mimi na wewe hatujui. Endelea kutufuatilia, lakini pia ku drop comment yako hapo utakuwa umetisha kinoma noma.